ya Yanga Sports Club ambao kwa upande mwingine wameweza kuchaguliwa kwenda kutumikia mataifa ambayo ambapo tunashuhudia ligi mbalimbali mbali duniani zimeweza kusimama kuweza kupisha michuano mikubwa ya kimataifa kwa ngazi za timu ya taifa. Kwa hiyo klabu ya soka Yanga ni miongoni mwa klabu ambayo imeweza kutoa wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kucheza mechi za kufuzu Kombe la Dunia kwa mwaka 2026 pale nchini Marekani. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, unaipenda klabu ya soka Yanga, na unaamini klabu ya soka Yanga ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka Yanga ukiwa meno gani? Lakini usiache kuchagua bongo tips kwa safari mbalimbali mbali. kama tulivyokuletea tangazo hapo mwanzoni, unaweza kwenda nchi mbalimbali mbali kwenda kutalii na kujivunia eh, kuona kutazama Bongo Trips wanakupa bei nafuu kabisa kuweza kwenda kutalii katika nchi mbalimbali. Sasa turudi katika stori yetu, ambayo kwa upande mwingine ni kuhusiana na ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga ambao wameweza kuchaguliwa kwenda kucheza mechi za kufuzu Kombe la Dunia barani Afrika. Kwa upande wa timu ya taifa Tanzania almaarufu kama Taifa Stars, ambayo imeweza kutangazwa na kocha mkuu Hemed Suleman Morocco, klabu ya Soka Yanga Sports Club wameweza kutoa wachezaji wanne, ambapo Yanga mchezaji wa kwanza ni beki kitasa Ibrahim Muhammad Baka, beki wa pili ni Dickson Job, big brain defender, beki ambaye anatumia akili nyingi sana, lakini eh, beki wa m, kiungo mwingine ameweza kuchaguliwa ni Mudathiri Aya Abbas na mshambuliaji Clement Mzize, hao ndio wachezaji ambao wameweza kuitwa katika timu ya taifa Tanzania ambayo imeweza kutangazwa na Hamed Sulaiman wa Morocco akijiandaa kucheza mchezo dhidi ya taifa la Morocco. Kwa upande wa wachezaji wa kigeni ambapo tunafahamu Yanga wana wachezaji kumi na mbili wa kigeni basi Young Africans wameweza kufanikiwa kutoa wachezaji sita kati ya kumi na mbili ambao wanaitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ni Khalid Yaucho. Huyu ni mchezaji ambaye ni team captain wa Uganda The Cranes ama timu ya Uganda. Kwa hiyo tunaona Khalid Yaucho ameweza kujumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda. Nyota wa pili ni Duke Abuya. Huyu ni kiungo mshambuliaji kutokea katika taifa la Kenya naye pia ni miongoni mwa wachezaji wa klabu ya soka Yanga ambaye ameweza kuitwa katika timu ya taifa. Nyota mwingine ni Mwana Mfalme, Prince Mfumelo Dube. Huyu ni mshambuliaji kutokea katika taifa la Zimbabwe. Hatimaye, mara baada ya kuonyesha kiwango bora, ameweza kujumuishwa katika timu ya taifa ya Zimbabwe. Lakini kwa upande wa mchezaji mwingine ni golikipa Djigui Diara, ambapo Djigui Diara team protector, miongoni mwa magolikipa mwenye kiwango bora sana, ameweza kuitwa katika timu ya taifa ya Mali, ambapo golikipa huyu miongoni mwa magolikipa bora kuwahi kutokea katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini nyota mwingine ni Kennedy Musonda ambapo Kennedy Musonda ameweza kufanikiwa kuitwa katika timu ya taifa ya Zambia, lakini nyota wa mwisho ni Mwamba wa Lusaka Clatous Chama Tipo C, naye pia ameweza kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Zambia. Kwao tunaona Yanga Africans wameweza kutoa orodha ya wachezaji kumi ambao moja kwa moja wataenda kushiriki mechi za kufuzu Kombe la Dunia barani Afrika kuelekea katika michuano ya Kombe la Dunia ambayo ta kufanyika pale nchini Marekani.